Wanamsema wana kwa sababu ni Mkristo, ni Muislamu. Muislamu mimi nilimsema Mkapa, akanikamata akanishtaki, nimekaa na kesi miaka sita. Mkapa alikuwa Mkatoliki kama mimi, alipogeuka mwizi, awe mwizi na limsalaba lako unajifanya mwizi. Akaja Kikwete na mambo yake na uwizi wake, Tegeta escrow na maujambazi mengine cha Kikwete alikuwa muislamu tulimwita mwizi akatushtaki. Mimi nilikuwa na kesi za Kikwete tatu, tatu. Akaondoka tulimuita mwizi, sio kwa sababu alikuwa anasali msikitini. Tulimuita mwizi kwa sababu alikuwa anaiba. Akaja Magufuli, akaja Magufuli mkatoliki, nasikia na yeye eh? ya Magufuli hatukuyasema, nilisema mie kama nyie mkusema, shauri zenu. Mimi nilisema mwizi Yeah. Unapeleka hela za nchi Chato vipi? Na amekutwa na mahela kibao alipokufa ya wizi ndani ya nyumbani kwake, akanifungulia kesi mara ya sita na kunitumia watu kuniua. Nimwita mwizi sio kwa sababu alikuwa na msalaba anatembea makanisani akifanya mtumishi wa msikiti kitu gani, mwizi kwa sababu alikuwa mwizi.